Kama kawaida ya Global TV kuhakikisha kwamba upiti na habari na tukio la aina yoyote ile, siku ya leo tuko pande fulani vi maeneo ya Mikocheni anapoishi Mr

Ya vunja bei ndo hivyo wana vitu, naona nini? Umeshani mzee ni. Si yeah, tuanze tuanze kuzungumzia mambo fulani kwanza, ongera kwa kupiga show ya pili, alafu ukiwa kama special appearance. Unajua, kwa kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, labda nikujuze special appearance ni, ni kitu fulani cha heshima, yani heshima kuliko yule mgeni alialiko, ndiye yeye yule anayeamua sasa kutaka mtu wa kumsindikiza na kumuongezea uwepo wa mtu ambaye ni wa muhimu zaidi kuweza kufanya naye show ya, kwanza ilikuwa Christian Bella au sio? Yeah, ya, kwanza ilikuwa Christian Bella pale, ya pili Daina Nyange, Usiku wa Komela, usiku wa Komela eh, ulitisha. Ingaje show haikumalizika kwa sababu ya jambo ambalo lilitokea katikati pale. Unafikiri ni kipi ambacho kilifanya ile ishu ikatokea ukarushiwa chupa? Naweza yeah, nikasema tu kwamba ni watu, najua kwamba sijajua kwamba ishu ni nini kwamba mpaka akaamua kufanya kile kitu cha kurushia michupa ya bia unaona, da, ndo hivyo. Kwa hiyo sasa unajua kwamba si si zani na sifikirii kwamba mtu yule alikuwa na akili gani, au alikuwa na mawazo gani, au alikuwa amepanga, unajua zile, kwa sababu kuna makundi na nini, unaona, lakini kwamba issue ya kwanza kwamba unajua kwamba ile ni kazi, unaona, mimi nafanya kazi, unaona, kama alivyosema mheshimiwa kwamba, hapa kazi tu. Kwa mimi nafanya kazi, alafu nashangaa kwamba wanataka wanataka siju kwamba mimi niibe au niwe nashinda kijiweni, unajua ile kwa mimi nafanya kazi hadi nijipatie risk, so na sasa nafika stage kama zile pale, mimi napanda stage alafu mshiwa siku na ushiwa chupa na kupoteza nani kila, kila kitu pale kwa sababu nakuta show ilikatika kuanzia mdole pale ambayo imetokea tukio, kwa hiyo sikuweza kuendelea tena na ile show na kila kitu kikenda tofauti yani. Bwana no, no. Hmm. Kwanza pole sana, na ulikwepaje Mr. Swala ile chupa yani? Unajua kwa mbele kwanza nasema asante kwa kunipa pole, ila kwamba ninachopenda kusema kwamba ile chupa, unajua kwamba nilikuwa japo na performu hivi lakini kwa niliona hivi inaingia. Katika kuiona huko inaingia ilibidi nisogee pembeni. Nisogea pembeni kweli kaja ikapiga pembeni ambapo nimesogea pembeni. Yaani kweli kweli kwa inanilenga ni jamani, aliweza kunilenga. Pembeni, pembeni. Ila nilivyosogea pembeni kanikose ikabidi pige tu chini ilivyopiga chini kanigusa tu kuchembechembe za miguu ni za chupa zii, unaona yeah. So, ni kipi ambacho ulijifunza kutokana na tukio lile? ya yeah, kitu ambacho nimejifunza kuwa kwamba unajua siku zote kwamba binadamu kwamba sijui nisemaje kwamba kila mmoja ana mapungufu yake, afu kwamba ni moja kunipa tu changamoto na kunifanya mimi nisonge mbele yani Yeah. S so, tukizungumzia, kwanza nikupe pongezi, nasikia kuna sehemu fulani hivi umesaini mtonyo mrefu hivi kupiga shoo ya Pasaka, hii boje. Kwanza tujue ni sehemu gani ikiwezekana, hata na kiwango ambacho umesaini hiyo so, nahisi ndio itakuwa show yako ya kwanza kuifanya official si ndio? hiyo yeah, ndio itakuwa show yangu ya, ya kwanza kuifanya official na ni, zungumzeni, ni, da, live mm. Unaona, ambapo ipo chini ya mkurugenzi Eric Shigongo. Yeah, kwa hiyo ni kweli imesaini mkataba mkubwa sana ila ndefu, ila siwezi kuiweka wazi kwa sasa kwamba ni shilingi ngapi, hapana. Ila ndio show ambayo itakuwa official na watu tutatarajia vitu vizuri kutoka kwa Morapa kwa sababu itakuwa iko na maandalizi makubwa, ili mradi aoneshe uwezo wake kwenye stage yani. Bwana, pongezi kwa show ya kwanza ambayo tunaitegemea. I hope nitakuepo pale na wewe, mjanja ambaye unatazama Global TV, usikose hiyo show, kwa sababu na imani itakuwa ni bonge moja la show. Umekuwa ukialiko sana kupiga show, na hiyo mara ya pili ambayo umefanya juzi kama special appearance, afu pia kumekuwa na ishu fulani ambayo nimesikia kwenye mitandao kwamba kutokana na sababu fulani watu fulani ah, sio watu fulani, mtu fulani ambaye yeye, kuna kitu ambacho amekiposti kwenye mtandao, alafu kasemekana wewe umejitokeza hivi kumunga mkono, na wewe unahitaji maisha kama hayo, unategemea siku moja kuwa mtu fulani hivi, eh, hiyo ipoje? Kwanza afuni nisi, nisizunguke, nisi, nisi, nisi ni Wema Sepetu. Sasa sijajua kwamba wewe ume, ume, yaani lipoje hilo kwa upande wako, kwamba ni kweli unataka kuoa brother? Yeah, unajua kwamba nimejitahidi, kwamba kwa sababu gani, jua siku zote yaani kwamba unajua ni kwamba Yaani kwamba nini nimficha maradhi kifo mumboa. Kwa nini dukuduku, nanina, nanina, yeah, kwa nini mimi kila siku labda nakana dukuduku na nini na nini unajua ile. Ya kwa nini sifunguke nikaandika ule waraka ambao utamfikia direct Wema Sepetu na jamii pia kajua nikatambua na kwa sababu ni imani ashaupata ule ujumbe. Kwa nini, kwa nini nisimfikishie ujumbe ili radi kwamba asikie kitu ambacho mimi kinanisibu moyoni unaona. Endapo labda akisikia, unajua mtu anaposikia kuna kitu anaweza kafikiria na yeye au hata siku ikitokea kuja kukutana naye, kwa sababu bado sijabahatika kukutana nao. Ikitokea siku tunakutana nao inakuwa fresh mie. Unaweza toka ongea mtu akakuelewa, inakuwa simple kwa sababu ushatanguliza nyuma kuongea vitu fulani. Eh bana, sawa. Mimi sijakuweza kwa upande huo. Turudi upande wa pili kwenye show hiyo ya, ya Pasaka, special appearance. Sasa wewe ambaye itakuwa ikimsindikiza Morapa, pengine tutegemee kutoka kwa nani? Show ya yeah, hiyo yeah, mi sijajua kwamba special appearance atakuwa ni nani mpaka kufikia time hii. Eh, sijajua yani nafikiria ni sija takuwa nani. Bana, neno la mwisho kwa fans wako ambao wanakutazama kupitia YouTube channel namba moja ambayo inaongoza kwa kuwaletea watu entertainment news pamoja na matukio mbalimbali mbali ya muhimu ambayo wanastahili kuyapata, ya yeah, kitu ambacho ninachopenda kuambia kwamba unajua kwamba ile cha kwanza kusapotiana kwa sababu bila sapoti yao hapa, kwa hiyo ishi ni kusapoti kazi zangu, uendelee kunani anini, uendelee ni, yani, uendele ni ku, kuingia YouTube na kuna loadi ngoma yangu uweze kucheki video yangu ya kiboko mabishio, kwa sababu bado inafanya vizuri kwenye bao yangu pale Instagram fresh, yani vitu kama hiyo. Shukrani sana, asante sana. Ebana, shukrani kwako pia mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, ambao umekuwa pamoja na sisi kuanzia tunaanza mpaka sasa hivi tunaelekea kuhitimisha. Niseme much respect to mabig director nyuma ya kamera ambaye anasababisha wewe unapata vitu hivi pasipo kupitwa na chochote. Huyu ni big director Amani Madebe. Nikwambie mimi naitwa Kelvin Shayo s hayotz tukutane kwenye Instagram shayotz, na baada ya hapo pia ni washukuru sana wakali ambao wamesababisha mimi kuweza kupendeza kuanzia juu mpaka chini. Awasio wengine ni vunja bei ambao wanapatikana pale da live Mbagala, lakini pia wajanja wote ambao wapo Sinza ni pale madukani kumi na tisa tundio t-shirt ya trouser ya nikiwa na maana ya shilingi elfu kumi na tisa za kitanzania kumi na tano t-shirt ma bling bling sa pamoja na vitu vingine vingi ambavyo unapaswa kuvipata utavikuta pale vya kijanja zaidi, so usiache kupita maeneo yale na kuweza kupata vitu ambavyo unavistahili, ili uweze kushine, uwe sambamba na wajanja wengine ambao wana shine na kuendana na ulimwengu wa kidigitali katika kupendeza. Bye bye, have a nice time, don't forget to subscribe ili usipitwe. Usisahau pia kushare, kulike pamoja na kucomment.